Karibu tena kwenye video hii ambayo ikiwa ni katika mfululizo wetu wa video za Mendeley, na leo tutafichua siri za kutengeneza bibliography kwa haraka, bila makosa, kwa kutumia fomati sahihi. Bibliography ni sehemu ambayo inaonyesha na kuwaga mwisho kabisa wa ripoti au kitabu ambayo inakuwa inakuonyesha ni vyanzo gani umevitumia. So ni sehemu muhimu ya kazi za kitaaluma na uongeza uaminifu wa, wa kazi yako. So ili uweze kutengeneza bibliography moja kwa moja, hakikisha upo kwenye kazi yako kama ni Microsoft Word hapa. Then baada ya, ya, ya, ku, ya kuenda kwenye aa, programu ya Microsoft Word utaenda kwenye sehemu ya reference, then utakutana na sehemu ya Mendeley site, kwa hiyo site to see Mendeley. Um, utakutana na sehemu ya uta uh, click sehemu hii ambayo ina nukta tatu, then utakutana na sehemu ya insert bibliography so hii utaweza ku insert bibliography kama umeshafanya marejeo yako, yaani umesha umeshaweka references zako kwenye kwenye dokumenti yako. Kwa mfano hapa, ukiangalia tayari nimeshaweka references kwenye hizi dokumenti yangu hapa, kama unavyoiona. Kwa hiyo mtakachofanya, nita hapa, nitaenda ku click insert bibliography. So, so, mind you, unatakiwa uweke kasa kwenye position ambayo unataka hiyo bibliography hiyo, kisha utap continue. Baada ya kuklik continue, kama unavyoona reference zote ambazo nimetumia kwenye document yangu, zimeapia hapa. So, kwanza unapo insert bibliography, utaweza, unaweza kuchenji uh, citation style kwa kutumia uh, Mendeley desktop. Ukiwa na, na Mendeley hata ukiwa kwenye Microsoft Word, unaweza kuchenji Mendeley uh, citation setting. Kwa unaweza kuchenji kwenye kwenye style ambayo unaitaka kama ni APA au Vancouver. So hivyo ni namna ambavyo unaweza kuinsert bibliography kwenye uh, bibliography au references kwenye, kwenye document yako so, unaweza pia kuhariri citation na bibliography kama kuna makosa au kuna majina hayako sawa, rudi, unarudi kwenye Mendeley desktop, kwenye application yako ya Mendeley desktop, then utaenda kuhariri hiyo uh, kuhalili kama ni kuadi uh, author au kuedit mwaka eh, kuadi edita na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kwa, kwa, ukisha ukishafanya marekebisho huku kwenye Mendeley desktop, automatic na kwenye Microsoft Word uh, mabadiliko yatatokea na hata kwenye hizi bibliografi mabadiliko yatatokea. So kitu cha muhimu cha kuzingatia ni usafi wa bibliografi yako. Ondoa vyanzo ambavyo havikutumika kama vyanzo, kuna vyanzo havijatumika viondoe, lakini pia hakikisha tarehe, majina ya waandishi na vichwa vya habari vimeandikwa kwa usahihi. Na tatu, tumia vyanzo vya kuaminika pekee. Tumia vyanzo vya download, hizo uh, article zako au vitabu hivyo kwenye Uh, vyanzo ambavyo vinaaminika kwenye website ambazo zinaaminika. Hicho ndicho cha kuzingatia. Naam, sasa unaweza kutengeneza bibliografi ya kitaaluma kwa haraka na kwa usahihi. Tazama video inayofuata kwa matumizi ya Mendeley kwa wanafunzi na watunzi.